Kwamba mahakama ya wilaya Chunya imemhukumu kifungo cha maisha ya jela mtu mmoja anaitwa Joachim Joseph Rutebo miaka 30, ni mkazi wa kijiji cha Lupatinga Tinga, baada ya kupatikana na hatia kwa kosa la kumbaka mtoto wa miaka minne. Hukumu hiyo ilitolewa tarehe 27 mwezi wa 5 mwaka 2025 mbele ya Mheshimiwa James Mwanuzi na mwendesha mashtaka wa serikali ambaye ni mkuu wa mashtaka katika wilaya hiyo Mwajabu Tengeneza na tukio hili lilitokea tarehe ishirini na tatu mwezi wa kumi na mbili mwaka elfu mbili na ishirini na nne hmm. saa moja na nusu asubuhi huko katika kijiji cha Kifuma kichopo kata ya Rupa Tinga Tinga tarafa ya Kipimbao wilaya ya Chunya, ndipo mtumiwa. Baada ya hapo aliweza kukamatwa na kufikishwa kituoni na ukweza kukamilika na hatimaye kufikishwa mahakamani hadi kufikia hatua ya kuweza kupatikana na kifungo hiki. Wakati huo mahakama ya wilaya Chunya imemhukumu mtu mmoja ambaye anaitwa Obedi Abrahamu Murugara miaka 36 kwa kosa la kumbaka mwanamke mwenye umri wa miaka 31. Mtumiwa amekamatwa na kufikishwa katika kituo cha polisi na hatimaye tarehe 27 mwezi wa tano, 2025, e, Muhanuzi, na 2025 mbele ya Mheshimiwa James Mhanuzi na kesi ikiongozwa na mwendesha mashtaka wa serikali e, ambaye anaitwa Mwajabu Hutengeneza, ambaye pia ni mkuu wa mashtaka katika wilaya hiyo e, waliweza kufikia hatima ya kumtia hatiani mtume huyu baada ya ush ushahidi uliotolewa kujitosheleza. na na mafanikio hayo na shughuli zilizofanywa na, ma, hiyo, na Jeshi la Polisi, lakini pia e, zipo jitihada za kuzuia na kudhibiti ajali za barabarani katika mkoa wa Mbeya. Kwa hiyo kwa kipindi cha mwezi Mei mwaka 2025 na jumla ya makosa ya ukiukaji wa sheria za usalama barabarani 7624 yaliweza kukamatwa, kati ya hayo magari ni 6613 na pikipiki pamoja na bajaji ni 1011. Aidha, jumla magari 6613 ya magari 6613 haya yalikaguliwa kabla ya kuanza safari na yalikaguliwa katika checkpoints zetu zilizo nazo katika mkoa wetu wa Mbeya, ambako ni katika maeneo ya Inyala, Shamwengo pamoja na Iwambi. Pia, jumla wili, ya madereva wawili walifikishwa mahakamani kutokana na kukiuka sheria ya usalama barabarani kwa kuendesha vyombo vya moto kwa uzembe na kuhatarisha maisha ya watumiaji wengine wa barabara. Lakini pia madereva nane hawa wamefungiwa leseni zao za udereva kutokana na makosa hatarishi ikiwemo kusababisha ajali, mwendo kasi na kuyapita magari mengine kwenye maeneo hatarishi yakiwemo maeneo ya, ya miteremko na maeneo ya, ya, ya, ambayo tumesema ni hatarishi, kwa mfano kwenye milima yetu ya Inyara na Mlima Nyoka kwa maana ya over, long overtaking. Kwa hiyo baada ya taarifa hii ya miundombinu hii ya mawasiliano kuhujumiwa mnamo tarehe nne mwezi wa sita mwaka elfu mbili na ishirini na tano majira ya saa tisa alasiri, msako mkali uliendeshwa na jeshi la polisi, tukiwa tunashirikiana na maafisa wa kampuni ya Halotel na ndipo eh, kikosi hiki cha makachero shirikiana nao maafisa walifika maeneo ya Sido katika jiji la Mbeya, ndipo waliweza kuwakamata watumiwa wakiwa na vyuma vya minara ambavyo ni Typical pieces, vipande nane vyenye urefu wa mita 5.5 eh, kila kimoja, lakini pia kulikuwa na waya wenye urefu wa mita 560. Vifaa hivyo vyote viliibiwa mnamo eh, Juni tarehe b mwaka huu na katika e, ufuatiliaji lionekana vifaa hii vikiwa katika eneo lilo kwa limekwisha bainishwa na ma, na kampuni ya kwa ajili ya kusimika mnara kwa ajili ya kuongeza mawasiliano ma wa katika mawasiliano ya mji huu wa Mbeya na maeneo mengine. Kwa hiyo hawa watumiwa wao wlifika katika maeneo hayo ambapo vifaa hivi vimehifadhiwa na kuchukua vifaa hivi vya mawasiliano ya kampuni ya Harotel na wakawa wameviweka kuvipakia kwenye gari namba T 607 DJ DJC aina ya Skania lori mali ya Adam Selemani Mwakitusia, wakiwa sasa katika harakati za kuandaa vyuma hivi na kuvisafirisha kuelekea Dar es Salaam, ndipo kikosi chetu cha makachero kiliweza